Tajamala imekuwa ni sada na sudi nipata kutembelewa na jamaa yangu, anaitwa Ramazan Masumbuko, na yeye ni Mswahili, anaishi nchini Canada na ameanzisha kitu kinaitwa Uswahili. Kwa hiyo anataka kuwaunganisha Waswahili kutoka kila pande ya ulimwengu, na mwenyewe napenda mambo ya Kiswahili. Sasa <laughs> hapa ataondoka na hivi vitabu vyangu. Unajua kuna hichi kitabu hivi hivi kitu cha yeah, kale eh, kitu kipya. Kwa hiyo nimetafsiri kwa ajili ya watoto wadogo. Lakini amechukua kitabu hiki cha leadership and mentorship na amechukua kitabu hiki cha ulumbi na walumbi. Bwana Masumbuko. Karibu sana. Nashukuru sana ndugu Joram. Na <laughs> hongera sana kwa kazi unayofanya. Ah, nashukuru bwana. Ulimwengu wa uh, Uswahili. Ehe. <laughs> <laughs> una kutegemea sana mimi, nashukuru tunakufuatilia, usiku na mchana. uh -huh. dakika zote zile ambazo na ukwenda Ndiyo. tunajua kwamba nyamba uh -huh. Ipo hata kama wazee wameenda, ndio kina walimu uh -huh. lakini wanafunzi wao wanageuka kwa walimu kwa Ndiyo Sasa nyinyi ni walimu. Nashukuru sana, ndio maneno yako yanifanya nijisikie kuwa mdogo zaidi na hasa uliposema kwamba watoto wako wananifahamu kule Kanada. yeah. unaweka hapo katika televisheni. yeah. wanaona mambo ya ulumbi na kuendelea. Na wewe mwenyewe umesema watoto wako wanaweza kuzungumza Kiswahili vizuri, wanakizungumza vizuri sana. si ongera sana vizuri kabisa. wa bado wakatabaufekie langu jina ni Joramu Nkumbi, naweka huku nikiwezeka kwenda wazimu ulumbi kila bahala